Alfajiri kimahesabu ya muda tunaita alfajiri, kama tulivyosema kwenye nyaraka mahakamani, early morning, ya tarehe 6 Oktoba 2025, e, balozi aliyekuwa balozi whichever utapenda kutumia, lakini kwetu sisi ni balozi Humphrey Polepole, alichukuliwa. Tunajionya sisi mawakili kutumia neno kutekwa, kwa sababu hilo tumeliweka mahakamani, lakini tuseme tu alichukuliwa kwa nguvu na watu ambao e, hawajulikani mpaka sasa, lakini katika viapo e, tumewataja na kuna kiapo cha ziada cha e, kaka yake au ya ndugu yake na Humphrey Polepole, amesema ni watu gani yeye e, anawafahamu ambao walifanya hilo tukio, lakini kweli kwa kwa anaendelea kuchakatwa mahakamani, labda nisifike huko. Huyo ndugu anaitwa Godfrey Polepole, mliokuwa mnahudhuria kesi na mliosikia uamuzi wa mahakama mmesikia. Kwa hiyo mara baada ya tukio hilo kutokea, basi tukafungua hapa mahakama kuu maombi yanaitwa habeas corpus, kama nilivyosema hapo awali, ni maombi ambayo unafungua katika mahakama kuu ili kuzitaka mamlaka au taasisi au watu ambao we mnaamini wanamshikilia huyo e, mhusika na in this case tumefungua sisi maombi namba 24 51 ya mwaka 2025 dhidi ya inspector general wa polisi, DPP mkurugenzi wa mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali, mkuu wa upelelezi au kamanda wa upelelezi kanda maalume Dar es Salaam, jeshi la polisi pamoja na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalume Dar es Salaam, e, tukiambia mahakama kwamba tunaamini wote kwa pamoja kama taasisi au moja moja kama taasisi, aidha wanamshikilia balozi Polepole au wanafahamu mahala alipo na anafanya nini huko kwa hiyo maombi yao ka osema ya habeas corpus yalipangiwa kusikilizwa mbele ya, ya mheshimiwa jaji Salma Magimbi, e, na uamuzi wake umetoka leo. Mahakama imenoti kwamba huyu balozi Humphrey Polepole amepotea na mpaka saa hivi hajulikani alipo, lakini imesema mikono yake imefungwa kutoa amri ambazo tulizoomba m, sisi tuliomba wamlete, e, yeye au mwili wake mahakamani. E, kama ni yeye akiwa hai basi, mahakama iweze kumchakata kisheria, aidha apewe dhamana au wanaomshikilia ambao tunaamini wanamshikilia na kama tulivyosema mahakamani, waeleze kwamba kwa nini wanamshikilia na kwa nini hawajamshughulikia kadri sheria inavyoelekeza. kwa mahakama imesema e, kutokana na mazingira halisi ya shauri husika hakuna ushahidi wa moja kwa moja, e, kuna neno la mahakama lilotumika, kuna suspicions e, kuna suspicions tu ambayo nafikiri ni, ni sijui kama ni hisia. Natumia na neno la Kiingereza, tutasaidiana kwa tafsiri. Hisia ni kitu tofauti kidogo, kama amesema. Kuna suspicions lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba hao wadaiwa waliotajwa ndio wanamshikilia balozi Polepole pole. A ya, imesema katika mazingira hayo, eh, mahakama inachelea kuamuru wamlete mahakamani yeye au mwili wake ili uweze kushughulikiwa kisheria kwa sababu E, hata hawana uhakika kwamba ni wao basi ndio wanaye, e, balozi re Polepole. Well, tulikuja mahakamani tumetimiza wajibu wetu kwa balozi Polepole, lipo, na, wa, na, kwamba, e polepole popote alipo na uhakika kwamba yuko proud kwamba tunapigania hatima yake. Sasa hata mama tumezungumza, tumepeana moyo kwamba isingeweza kuwa rahisi na wala hatukuanza kazi hii tukifikiri kwamba itakuwa rahisi. Mazingira e, yanafahamika kwamba watu wanaokuja kuchukua watu kwa namna hiyo huwa hawataji hawa vyeo vyao, majina yao. kwa hiyo zaidi ya ushahidi ambao e, namna tulivyoweka kulikuwa hakuna kitu bora zaidi ya kufanya zaidi ya hapo. We, hakuna wote mnafahamu kwamba mazingira ambayo watu wamekuwa wanachukua hivi siku za karibuni ni mazingira gani, hayaruhusu kabisa useme sasa, uwe kabisa useme ni polisi namba fulani, police force namba fulani, gari limesajiliwa kwa polisi. Hiyo ilikuwa ni ngumu, lakini tumetimiza wajibu wetu. Nini sasa kinafuata? E, kwa kuwa tuna uzoefu e, wa mapambano kama haya tayari tulishaweka you know, possibilities mbili, mahakama kuamua ilivyoamua au kuamua vinginevyo. Sasa imeamua ilivyoamua. Nyaraka za mchakato wa, e, e, wa rufaa tumesha faili taarifa ya mfumo wa mahakama, tukiomba tupatiwe mwenendo na maamuzi ya mahakama ili tuweze kwenda mahakama ya rufaa. Sasa wito wetu kwa registry e, masijala ya mahakama ya rufaa inayoshughulika na masuala ya jinai E, hili swala linahusu uhai, linahusu hatima ya e, binadamu Balozi afe pole Polepole. Tunataja hadhi yake kwa sababu binadamu wote ni sawa, lakini kama tulivyosema mara zote, huyu ni mtu mzito kidogo. Inalomtokea yeye kama linatokea katika namna hii, basi wote tu, tujiulize wale watu wengine ambao sio mabalozi itakuwaje? Kwa tunaomba mahakama ya rufaa ishughulikie haraka ni haraka tulizo tumeshazifile, tulizifile baada tuwa kwa tunasikiza uamuzi tulivyoona wanaelekea wapi ukawaambia watu wetu wapandishe kwenye mfumo. Kwa hiyo tunaomba mahakama ya rufaa e, iadmit ipokee hizo nyaraka kwa haraka, lakini pia mahakama kuu iweze kutupatia nakala ya nyaraka zote ambazo zinatumika kwenye, kwenye rufaa ili kutuwezesha kwa haraka inavyowezekana, e, kwa e, kupeleka nyaraka zote mahakama ya rufaa na ambapo tutapeleka hati ya dharura certificate of urgency, kama ambavyo tulipeleka shauri hili. Tunaamini na ni wito wetu kwa mamlaka ambazo zinashughulikia e, e, kesi au rufaa, mahakama ya rufaa, swala hili, haki za watu wote katika nchi yetu ziko sawa, zina hadhi sawa, lakini tunasisitiza kwamba hili ni swala linalozunguka uhai na pengine hatma ya mtu. Kwa mahakama ya rufaa e, hizi hatua za awali iweze kuzitimiza kwa haraka na kwa udharura, na pale tutakapopeleka rufaa yetu e, pia E, iweze kuipa uzito huo huo, ili majibu yaweze kutoka kwa haraka e. Familia hii imekuja mahakamani, inaamini ndipo mahala sahihi wanaweza kupata jibu e, la wapi yupo mtoto wao kaka yao mdogo wao e, mteja wangu balozi Humphrey pole Polepole. Huko mahakama rufaa, kanivyosema, tuta tutachallenge uamuzi huu namna ulivyofikia, lakini pia mtakumbuka tuliwahi e, kutoa maombi hapa mahakamani kwamba unajua kwenye mazingira haya mtu anafunguka taratibu taratibutaratibu kuna mambo ya uoga na nini, kuna shock kwa tutoa maombi mahakamani kwamba dada wa, dada wa Humphrey Polepole eh, asikilizwe ushahidi wake kwa namna ya ziada na ya kipekee kwa sababu alipata ujasiri baadaye, na kuna maafisa wa polisi aliwataja kwa jina kwamba hata yeye waliwahi kumchukua, nitumie tu neno hilo kumchukua, na wakawa wanauliza balozi ya Polepole yuko wapi na alisema mahakamani, alitoa ma, alitoa e, I mean, tulisema mahakamani tulitoa maombi kwamba ushahidi wake uchukuliwe kwa namna ya ziada. Mahakama ilitoa uamuzi kwamba, e, ilikataa hayo maombi. Sisi tunaamini kwamba, e, pengine ingechukua ushahidi ule wa ziada, pengine ingeweza kusaidia zaidi, pamoja na kwamba hili tulofanya tunaamini kwamba lilikuwa linatosheleza. Kwa hiyo nayo itakuwa ni moja pia hoja ambayo tunaomba mahakama ya rufaa ipitie uamuzi wa mahakama hii, uone je, ilikuwa ni sahihi kukataa ushahidi wadada yake nafr Polepole ambaye kabisa naye anasema kwamba alichukuliwa kwenye mazingira ambayo pengine anafanana mazingira hayo. Sasa kesi za namna hii zinaamuliwa kwa ushahidi wa mazingira, circumstantial evidence. Kwa tukio moja unaweza ukaunganisha na lingine ukapata majibu e, fulani. Sasa kwa, tunaona kwa kukataa kupokea ushahidi huu mahakama pengine haikujiongoza vyema, lakini mahakama imefanya kazi yake, mahakama kuu E, tunashukuru kwa kusikiliza at least. Kwa haraka mengine tutakwenda kuyachakata mahakama ya rufaa. Tunarejea wito wetu, tutakapofika mahakama ya rufaa, nyaraka zetu zitakuwa kwa zimepokelewa, kana kusema za awali zimesha kwa lodge, na nyingine mahakama kwetu tupatia, tutazipeleka kwa mjibu wa sheria, wali treat shauri hili kwa namna ya dharura. E, mwisho kabisa ni watie tu moyo wale ambao ni familia ndugu, jamaa na watu ambao wanafuatia hatima ya Balozi Polepole. Hapa sio mwisho. Kama nilivyosema hatukutegemea itakuwa rahisi, hapa sio mwisho, maana kama wote mnafahamu rufaa tumeshia kufanikiwa mara kadhaa. E, mnakumbuka wakati ule kesi ya kina Mboyo walipigwa faini Tanzania nzima ikawachangia, lakini baadaye tukakwenda kukomboa faini na kifungo mahakama kuu kwenye rufaa. God bless them, alinyimwa dhamana na hakimu Kamugisha, tukaenda mahakama kuu tukakomboa. Ni sehemu ya kutafuta haki, ni sehemu ya kupigania uhai na hatima ya Balozi Polepole. Kwa sisi hatujakata tamaa na watu wengine pia E, wanaotusupport ambao labda wanashinda kujitokeza dhana, waendelee kutusupport kutuombea. Tuko imara na tunakwenda kwenye hatua nyingine, na tumekuwa na mama hivyo, mnamuona yuko imara, tumekuwa na kwamba tuendelee kuwa imara, pamoja na changamoto mbalimbali mbali ambazo e, watu wana wanazipitia. Basi tuanze kutoa taarifa zaidi kuhusu mchakato wa rufaa, lakini kwa leo tunaomba tuishie hapo na washukuru sana, na washukuru wote kwa kumpa mama Polepole support, mnamtia moyo na mambo Polepole kanivyokuambia. E, tuendelee kumpigania mtoto wako bila kuchoka, e, bila kuchoka.